Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa juu kabisa, anasema mtoto wa Sako kwa tuhuma za kuwa wazazi wake. Habari inaendelea ukurasa wa tatu. Lakini Mnyika, Dr. Slaa waendelea kupigania katiba mpya mpya. ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti la Mwananchi lakini Samia ataka magojima waachwe kwenye mchujo. Samia ataka magojima waachwe kwenye mchujo. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti la Mwananchi kutokea huko kamati kuu bungeni. E, Samia ataka magojima waachwe kwenye mchujo. Hilo ni gazeti lako e, la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie E, kwenye gazeti la Nipashe pashe mwanga wa jamii liyi linaanza na habari inayosema chadema ya tia neno idadi ya wanachama wa CCM, chadema ya tia neno idadi ya wanachama wa CCM habarini ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe. Lakini, kurutini madai ya kumdhalilisha mwanafunzi wa chuo kikuu e, kurutini madai ya kumdhalilisha mwanafunzi wa chuo kikuu, na mkakati wa mawasiliano nishati safi kupikia waiva. Mkakati wa mawasiliano nishati safi kupikia waiva ni habari pia inapatikana ukurasa wa tano kwenye gazeti la Kurani Nipashe. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni kishindo ilani ya uchaguzi wa CCM, ni kishindo ilani ya uchaguzi wa CCM, lakini yaainisha mambo tisa muhimu. Makala asema ni ya wananchi e, wa Samia. Aonya wanaomsingizia e, kawatuma. Habari inaanzia ukurasa wa pili mpaka ukurasa wa tatu na simulizi madai ya mtoto kunyonga kuwachinja baba na mama yake. Simulizi ya madai ya mtoto kunyonga na kuwachinja baba na mama yake. Na Dorothy Sehem, eh, Dorothy Semu aomba ridhaa ya uraisi kupitia ACT Wazalendo. Dorothy Semu aomba ridhaa ya uraisi kupitia ACT Wazalendo. Unebari kwenye gazeti la kuna Nipashe inaendelea ukurasa za ndani, pata nakala yake kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti ya Nipashe tuangazie gazeti lako la mtazamo mpya linaandika, waziri Kombo machifu ongezeni e, ushirikiano na serikali. Lakini John Heche mjane wa Desamburo wateta moshi, John Heche na mjane wa Desamburo wateta moshi. Lakini Semu akiupata uraisi atafanya haya ni kutokea ACT Wazalendo, wasema Semu akiupata uraisi atafanya haya, kujenga uchumi jumuishi imara na unaostawi lakini kulinda rasilimali za Watanzania, kupambana na rushwa, uzembe na udhalifu udha. Lakini kuhakikisha demokrasia na haki kwa raia wa Tanzania vinatawala. Na sisi moto mdundo e, sisi moto mdundo e, ilani yake itazalisha ajira milioni nane. Mwenyekiti taifa ataka e, watu aina ya kinagojima wasionewe aibu, asema wananchi wachague watakaoweza e, kutekeleza ilani hiyo ni habari ya ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya. Lakini gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge ukurasa wa mbele linaanza na habari inayosema TPA yatangaza operesheni ukaguzi magari bandari. Lakini Dkt kanyoza ilani ya CCM msingi wa fikra mpya kwenye uchumi wa Tanzania na Samia ataka wagombea wenye sifa CCM huyu e, ni Rais Samia Suluhu Hassan awataka wagombea wenye sifa ndani ya Chama cha Mapinduzi, na ilani ya sistem ya beba maono ya Watanzania. Lakini wakuu wa majeshi ya polisi nchini za sadeki kukutana Tanzania. Hiyo ni habari ukurasa watatu wa gazeti lako la Machinga. Na tukiegez gazeti lako la Tanzania Yetu Fahari ya Watanzania linaanza na habari inaosema Rais Chalamila ataka machinga Kariakoo kufungua njia lakini Dkt. Biteko ataja maeneo eh, maeneo sita vipaumbele utekelezaji wa ilani ya CCM 2020-2025 na kesi ya Lisu inavyotia doa fuara za Samia na TCRA yashauriwa kurejesha mawasiliano mtandao wa X eh, JICA yaahidi kuendelea kushika mkono Tanzania eh, Majaliwa asema lakini Dkt. Kanyoza ilani ya CCM msingi wa fikra mpya kwenye uchumi wa Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania, pata nakala yako kwa habari kwa kina Ligi gazeti lako la mwana habari gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaanza na bado wasema Tanzania imejipanga na iko tayari kushiriki katika uchumi wa kidigitali. Lakini ilani ya sisi imezinduliwa, ajira milioni nane kwa vijana eh, wakulima wachimba madini kuongezewa thamani, katiba mpya ipo njiani yaja lakini, kasi Majaliwa waziri mkuu wasema JICA kuendelea kuishka mkono Tanzania. abari kwenye gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele, fursa sekta ya gesi wazindua e, ilani yao huku wakirudisha mchakato eh, katiba mpya, lakini yabeba vipaumbele tisa, ikiwemo kuzalisha ajira milioni nane kwa vijana. Rais Samia asema ni ilani ya ushindi, ataka wagombea wenye sifa. Na gazeti lako la Uhuru eh, lenyewe lina habari eh, ukurasa wa mbele inaosema pitisha wagombea makini. Rais Samia asema pitisheni wagombea makini wahariri watakiwa kuibua wagombea safi na waadilifu. Lakini ni ilani wa ya Watanzania ya gosa ajira, kilimo, viwanda na demokrasia. Profesa Kitila, tuna wajibu wa kumlinda rais Dr Samia. Huyu ni habari ya ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Uhuru. Lakini tukiangazia gazeti lako la Tanzania Leo, ukurasa wa mbele, kuna habari kubwa inayosema sisem ya yazindua ilani mpya 2025-2030 lakini ilani ya CCM Zanzibar yabeba vipaumbele 13. Dr Samia ataka wana CCM kuinadi na tutawapa kila msaada walioacha dawa za kulevya, huyo ni waziri Tabia. Na ZRA yakamata gari 621 kwa kukwepa kodi. Lakini mvua yaua watu 25 huko Nigeria, hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la habari leo lenye ukurasa mbele inaandika JKCI JICA, Benki ya Dunia, FDB huchangia trilioni 1.3 kilimo. Samia ni ilani ya ushindi inatekelezeka, habari ni ukurasa wa pili. Lakini Dar es Salaam, Dodoma kuwa na kuona teni eh, mijini flyover nne zaja. Ilani ya beba vipaumbele tisa. Wanachuo watatu kizimbani, tuhuma za kutishia udhalilishaji. Wanachuo watatu kizimbani Eh, tuhuma za kutishia udhalilishaji ni habari ukurasa wa saba wa gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako asubuhi ya leo na lenye na habari kubwa inasema mgombea urais ACT Wazalendo ahidi kukomesha rushwa. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini sisi yamerudisha mchakato wa katiba mpya, sisi yamerudisha mchakato wa katiba mpya. Wasichana eh, washindwe washindwa kuhudhuria masomo kwa ukosefu wa vifaa vya kujisitiri ni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kuangazia kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Taifa Tanzania linaandika Karimu Boimanda, kuna genge linatumiwa kuichafua bodi ya ligi. Huyo ni Karimu Boimanda asema kuna genge linatumiwa kuichafua bodi ya ligi. Lakini wazee wa Yanga wa mjibu Steven mguto wazee wa Yanga wa mjibu Steven Mguto. Simba Singida Black Stars mmoja kufuata Yanga CRDB Federation finali mgunda kurejea mashujaa msimu 25, 26, lakini FIFA yaja na adhabu ngumu kwa wabaguzi viwanjani. FIFA yaja na adhabu ngumu kwa wabaguzi viwanjani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Habari Leo gazeti lako linaandika Simba Singida nani kuifuata Yanga. Viwanja chani vya kamilika TFF yataka mechi nyingi ligi ya vijana hiyo, ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, lakini gazeti lako la Mwanaspoti inaandika ziziki kuna chama au pakome afanya fanya kikao kizito, mutale afichua siri, lakini Mo Dewji amzuia fadu, simba Singida mechi ya kisasi leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa mbele lakini Zanzibar leo gazeti lako kena michezo linaandika waziri tabia akabidhi vifaa vya michezo, Sumbu Ayuma sikio ZFF, wasanii wafunika mkutano mkuu CCM Singida, Simba nani kuifuata Yanga finali ya CRDB Federation Cup. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika mpya CCM kuleta mapinduzi ya michezo, siku ya hukumu leo ni Simba dhidi uh, Singida zidi ya Simba, uh, kwenye uwanja wa Tanzana Itikwara. Lakini gazeti lako la Tanza kwenye mchezo naandika Yanga tumejipanga, ligi kuu Simba Singida Black Stars SDB Federation Cup nusu fainali, lakini yo ndani sasa kutua namungo mungo. Hilo ni gazeti lako la Tanza kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga naandika pestau Yanga mambo bambam bam. Mukwala abeba tuzo ligi kuu Tanzania bara TFF yaipongeza kamati ya waamuzi ikaangalombo kutolewa kwa mkopo unambar kwenye gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa ukura mbele. Lakini mtazamo mpya kwenye michezo unaandika mzize mzizi za maleki swala la muda, Simba Singida ubabe crdbfa kesho. Lakini Mbeya City sasa kufuru yamtaka Huseni kazi. Na kwenye gazeti lako la Nipashe linaandika Simba Singida, mechi ya kisasi. Yanga yapiga Hodi Orlando Pirates. hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo, pata nakale yako kwa habari kwa kimla. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.